Dube Prince Mpumelelo, anayaacha tena kwa Zimbwe. Maxi Mpia Nzengeli pa kumzuzwa, Maxi Mpia Nzengeli. Ni Maxi Mpia Nzengeli! Fungua mara zote ndiyo ambayo Inaleta e heshima kwa mlango, Maxi Mpia Nzengeli ndani ya 18 akatulia akakamua kwanza, ile ya pili akamtazama mlinda lango wapi amekaa akaweka kubaya kule ambapo asingefika mlinda lango Khamis Yasin Athmani, anaokota kunyavu! Max Amini Khamis Yasin Athmani na Maxi Nzengeli akiandika bao la kutangulia kwa wananchi Young Africans. Tombi yuko na mali misandu yule ndo ambaye naiko chini, mwamuzi anasema ni madhambi hivi sasa. Na KMC chambo Rashid Mohamed bado, Saliboko. Mashabiki Yanga Afrika ni kama wameshika tama hivi hawaamini hiki ambacho anakiona tazama. Alipokuwa Darueshi Saliboko akatandika ile mbaya ile, ameweka kubaya. We Saliboko we alitulia kweli kweli, na alikuwa mtulivu, ana sanaa ya ufungaji. Mwingine angeweza tu kulibutua mpira ule ukaondoka kwenye miguu yake. Anajaribu kuondoka tena, wao Izra Mwenda moja mbili tatu, mwenda weka ndani ile! Sasa Pacome ni Pacome Zouzoua anaandika bao la pili kwa Yanga Africans. Ilikuwa ni shughuli ambayo ilianzia nyumbani kule uwani. Celeste akaigusa mara moja. Izra Mwenda aliweka pasi moja hasanati, pasi ya viwango mno, inamkuta Pacome Zouzoua. The ball in the space, a man in the space, the ball on the net. Mlinda lango angefanyaje? Kuna maisha baada ya dakika 90? alijikutwa na zongwa zongwa na mazonge yale akauamuru na kuruhusu mpira ule moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Wananchi wanafurahi na wanapeta mchele. Boyeli, mwamuzi amefunika pale kwenye doti nyeupe na chaima. Moja, mbili, tatu, anafuta pumzi, anatulia. Boyeli cool as you like. Jina linaloimbwa ni Boyeli, Boyeli, Boyeli. Celeste kwa aliweka pasi Hasanati ndani ile. Na Andy Boyeli akawekwa chini ile na Ibrahim Abbas nini? Mwamuzi akasema weka pale <laughs> ni bao la kwanza la Andy Boyeli kwenye Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara. Ni bao la tatu huko wananchi yenye Africans. Celeste kwa yuko na Mali Boyeli Boyeli Boyeli ameweka kwenye kamba. Andy Boyeli huyu, ni Andy Boyeli anapigilia msumari wa nne zimekaa nne bwana, kwenye neti ni Andy Boyeli akipokea utamu kwelikweli, pasi ya viwango mno kutoka kwa Selestia kwa akasema, inaonekana mnijui vizuri nyinyi, akausukumiza mpira ule moja kwa moja kwenye kamba. Boyeli mbili, Yanga nne, watu wanapeta mchele namna hii.